Na um, kutoka pande zote za dunia Australia, Canada, USA znaito pamoja na East Africa, bila kusahau wanangu ambao wako upande wa Europe, Baraka1 TV inakuja mbele yako na ujumbe umote. Tunahitaji msaada kutoka kwako, tunahitaji kununua kifaa kinachoitwa drone ili tuweze kupaa juu zaidi na, na kuzidi kutamba na kurushia matangazo yenye na uhakika na haki ndani yake. Baraka1 TV inahitaji msaada wako wa chochote ambacho uko nacho ili tuweze kununua kifaa hicho. Kwa mawasiliano zaidi, tume namba ambazo unaziona hapo kwa skrini yako, ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka 1 TV. Saidia Baraka 1 TV, saidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saidia Baraka 1 TV, saidia Wazalendo. Na mwembo kuna sikiliza ni Baraka One TV. Tuko majira ya 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni kumi majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni ndugu yako Baba la Baba, the one and only town DJ Piro Jabu Akili Kabonga, one man army. Tuko na harakati za kuweza kununua drone. E, ndugu zangu na bwana nito shukrani kwanza kwa e, ndugu yangu Jide Kizenga Tembele. Big up sana. E, pia nimone bwana e, Kizabe Ayeba Mm big up sana ndugu yangu. Eh, King Sele, big up sana. Eh, Kashosi kutoka Australia, big up sana. Ankis Kandeke, mzee wa state ya Maine. Eh, Jacques Baguma, asimwe Baguma sababu kutoka Czech Republic. Ankis Kandeke ya yeah. Eh, da Feza da Asha da Letish da Irene, Biondo Kilamba Mawe. Eh, bwana Biondo Kilamba Mawe umekaa kimya ndugu yangu. Umekaa kimya sana. Mm kime sana. E pia ndugu yangu Dedone Butoto, bwana Dedone Butoto, wala tumepoteana bwana. Kuna hili swala mbalo nilikuwa linazungumzika, Black Water, Black Water wako deja mu vile ya Uvira Baraka, nafasi nyingine direction kwa Manyola, armee Amerikani ndo yuko pale. Eh, black water wako muvile deja wako wanaenda wanapambana forte special ya ya, ya, ya, ya, ya nation ya USA <coughs> kisha mwemkunatia mzaa achana na hiyo wana. Kongo sasa hivi iko na, na relation mzuri na Amerika, kwa hiyo lazima tuungane mzuri ubasema oh, Rwanda, Rwanda achana na Rwanda Acana Rwanda, Rwanda haina kitu hiyo, mambo yashabadilika. Sasa hivi Kongo iko na konfiansi kubwa kutoka kwa kwa Marekani. Taarifa ambazo tumezipata ni kwamba kuanzia tarehe moja mpaka tarehe kumi meishi tatu natakiwa watoke Goma, Bukavu kwanza, yeah kuanzia tarehe moja za mwezi wa pili mpaka tarehe kumi M23 ifo watoke muvile ya Bukavu. Kwa hiyo ndugu zangu, hiyo ilo mliweke akilini, na lazima litakuwa hivyo, sababu serikali iko nafanyia hilo kazi. haya uh... Masuala mengine ambayo tutazungumzia siku hii ya leo ni hotuba mbalimbali ya rais wa nchi, kuhusiana na msaidizi wake politika Nambe. Kuhusiana na M23. Serikali haiwezi kunegosie na rebel. Serikali haiwezi kuzungumza na teroristi. Serikali haiwezi kuzungumza na mtu mwenyewe ashaua maelfu ya kongomani. Haiwezekani. Hapo mwanzo watu walikuwa wanachukulia kama mzaa, watu wengi walikuwa nakamata Felix, anavyozungumza kama ziaka, na ile ndio ambayo kila siku nazungumza kwamba iliwapa e, kiburi wakungumani wengi kwenda kujiunga na vikundi vya waasi, wakitegemea kwamba baada ya hapa tuta tutaingizwa ndani ya serikali toka mwanzo niko nasema serikali inabidi isimame ikatae katukatu kuwaingiza wa watu ndani ya vikosi vya serikali. Na ndio hicho pia ambacho serikali ilisimamia, ni kazi kubwa sana na ni kazi ya kupongeza. Baada ya kishasa delegation kutoka Marekani wamewasili Burundi eh, majeshi ya USA wameenda pia kuzungumza na Ndayishimiye ili kuweza ku renforce capacity ya jeshi la Burundi na la Kongo kwa ajili ya kukabiliana na hali ya utovu wa usalama mashariki mwa DRC. Walikali, maeneo ya Mpeti na Minjenje, eh, ambapo kulikuwa kuna kambi kubwa ya, ya M23 na jeshi la Rwanda RDF waliweza kushambuliwa na drone za FRDC na hivyo kuweza kusababisha maafa makubwa sana kutoka kwa magaidi wa M23. Burundi, mpaka wa Burundi na Kongo unatarajiwa kufunguliwa tarehe mbili za mwezi wa pili elfu mbili na ishirini na sita. Labda sasa kutokea pia mabadiliko, lakini kwa taarifa ambazo tuko nazo ndo hizo ambazo zitafanyika haya, um nilimwambia kwamba Sange Sange iko mu mikono ya wazalendo na FRDC. Ya kuanzia Sange na kwenda mpaka eh, mangambo ya Luvungi kote, ndio tunasubiria tujuu M23 ishasogea Kamanyola. Baadaye wajikantone Bukavu na, na watoke uh, kupitia kibarua cha FRDC waliweza ku, kuambia kwamba kutokana na kile ambacho kiliandikwa e, kusema movement ya M23 wanaweza kuanza kwa, kwa, kujiondoa ndani ya, ya mji wa Goma pamoja na mji wa Bukavu ili waweze kujielekeza maeneo ya Sabinyo, e, mpaka ambao wanapatikana kati ya DRC Uganda pia na Rwanda. E, vyanzo hivyo hivyo vinaashiria kusema kwamba bado huo mpango haujafanyika. Majeshi ya Rwanda hayajatoka ili yaweze kwenda kule ambako watakuwa kantone na kuweka silaha zao chini, lakini wanaendelea kufuatilia kwa karibu, mpaka ifike tarehe kumi za mwezi wa pili, wao tayari wamekwisha ku, kuondoka. Kwa hiyo ni mpango ambao hupo wao lazima waondoke. Huku nasikiliza habari na maelezo kutoka Baraka One TV. Jamani, hawa maafisa ambao mko mnawaona hapo, hawa maafisa wanasadikika, lakini hili swala bado halijawa na uhakika ndani yake. Yeah, si, siwezi kulithibitisha, lakini inasadikika kwamba hawa watu watakuwa walifia kwenye yale mashambulizi ya drone yaliyofanyika Kalundu. Unasema kuna general anaitwa Rukika Rusisi, ni kamanda wa RDF. Kuna sénateur à vie ambaye ni chef rebelle politika nambe maarufu kama Joseph Kabila. Kuna general de brigade wa RDF anaitwa André Nyamvumba, ambaye ni ingénieur de guerre formé au Israël. Kuna general de brigade Byamungu chef d'état major au adjoint wa M23. Kuna lieutenant colonel Willy Ngoma parole wa M23 kuna ule mwanadada ambaye alikuwa ni mea wa jiji la Uvira mwenye chagulia na M23, akiwemo na maafisa wengine wengi wa Rwanda. Ndio taarifa ambazo uh, ziko zinatembea kwa sasa hivi, lakini sisi kama vile Baraka1 TV tuko tunashughulikia hili swala kwa ndani zaidi, ili tuje tukuletee taarifa kamilifu, na nafikiri muda mzuri ukifika nitakuletea kile ambacho kiko kinajiri na nini ambacho kilifanyika. Je, kweli ipolitika nambe atunai tena ama yupo wili ngoma atunai tena ama yupo? Yote haya utasikiza kupitia Baraka1 TV. Yes, mbo, ma, uh, mambo mengi ambayo yako yanazungumzika kuhusiana na Blackwater. Uh, Blackwater mnaojua, uh, pia tuko na force special ya ya American ambayo iko mu vile ya Baraka na Vila Uvira. ya yeah, lengo likiwa ni kuweza kuimarisha eh, uwezo kwa ajili ya kupambana na magaidi wa M23 pale ambapo watakataa kutii amri, basi kenye kitafuata sasa kitakuwa ni kikubwa zaidi. So wamekuwa wakionekana maeneo mbalimbali huku wakishangiliwa na wananchi na pia eh, watu wakiwa wako very comfortable kuona vikosi kama hivyo vimeweza kuwasili kwa lengo la kuwatia nguvu wapiganaji wetu eh, wazawaza aha. So ni kupe nafasi hii pia uweze kusikiliza rais wa nchi, lakini kabla ya kusikia rais wa nchi, kuna ujumbe kutoka kwa mzee wetu hapa Jacques Baguma sana na ule mlevi, ule mlevi ambaye alisema sisi sisi ndi warebel ase tunasibika na, ni message ya muhimu sana ile kutoka kwa mzee wetu Baguma. Um, Jaque Baguma, so ifou tusikilize halafu ifo tumsikie to pia bwana mzee wa nchi Felix Tshilombo, na pia tusikilize eh, wakumbani wanasema kitu gani? Karibuni sana eh, jambo jambo papa Rajabu, habari ya mchana. Tunashukuru sana ndugu yangu kwa efo ya, ya mchana wa leo eh, tumemfata papa ya Gutumba, tumemfuata mashauri na mapendekezo pia na kuonyesha mwangaza. Acha basi, Mungu amubariki na mzidishie miaka ya maisha. Eh, asante kabisa na wewe pia, Mungu akubariki na kuzidishia maisha, sababu hao, kama hauko pale kwenye kituo, sisi hakuna kienye tunaweza sikia, lakini wengi wanasababisha tuko tunafuatilia na tunasikia yale ambayo nasema, tunashukuru sana na tutaendelea kushukuru wakati tutaona Bukavu nayo inagombolewa sawasawa na Uvira, tunaona Goma nayo inagombolewa sawasawa na Uvira, Kongo yetu inakuwa Kongo mmoja, itakuwa shukrani kubwa kabisa, tutacheza kabisa, tutaruka sababu Mungu atakuwa amenasua nchi yetu kumikono ya hao watu. Eh, nilitafuta kusema ndugu yangu Rajabu, kila kazi lazima mkuwe batobia basalabalati. Sijue kama unachambuaka Biblia, ulisikia habari za Tobia na Salabalati, wakati wanasikia Nehemia ameamua kwenda kujenga kuta za Yerusalemu. Wale wakasimama wakakuwa wapinzani wa Nehemia, kila jambo lolote alilokuwa akifanya hawakuliunga mkono, bali walimuona kuwa ni mubaya. Eh, unajua sisi wakongomani tuko na shida. Mkongomani sababu anapewa liberite ya kusema anapewa muda ya kusema anasemaka nimporte kitu anase, anaweza sema nagisi mama yaka analala, anaweza sema nagisi mke waka analala. Njo vile tunakuwaka sasa, na ile ni njo feblesse ba, bageni banatuonea kamo kama siye tuko feble mu kila kitu. Ile nakuwaka shida yenye tuko nayo ule mwenye anasema kama we unakuwa kakolabore wa M23 anatayataya maradio, ni mtu tu kama haiko upande wa, wa adui, anaweza kuwa mtu mwenye alikunywa pombe ya makali kule kwenye na ikala basi, ukuwa kukuwa unakaa Ulaya njo uko na akili basi kuko venye wanakaa Bulaya na ni viwerewere havina akili havina ufahamu na anasema gisi anataka kuko. Menye tunakuwaka tuko tunaangalia kumitandao wa Kongoman anakunywa pomba anajikoyolea na cheza, cheza ya muziki. Ora alitokaka kwa Afrika naenda kutafutia maisha Ulaya. Bisi kushangazi watu kama wale, kama wanaweza anaweza kutumia maujumbe za mbaya bisi kukwaze, ndugu yangu weye, endelea na kazi yako, endelea na kazi yako. Mungu anajua vyenyu uko nafanya na batu bengine wanasamini kazi yenyu uko nafanya. Eske wewe ndio unatayaka mnyamlenge kuwa ni mnyamlenge? Mbona wakongomani wote wanakolabore na banyamlenge bamingi banatumika nawo ba mingi banachunga mali zao, wa wamingi wanawaowea. Sasa wewe kama unasema mtu si mnyamlenge unakosea nani? Eske abagukua minembwe si walikuwa? Eske esike wenje uliwapangaka ile jina hapana? raisi kwanza ye mwenyewe mwenye anaongoza mwenye inchi ikwa na basema kwamba ni banyamurengi. Guverner alifika pale akasema basibachokoze bale banyamurengi ni bandugu yetu. Salisema eske wenjo alisema, haiko weye na ule mwenye kwana kujibia vile asiwazie, aseme juu amesema vile, maana yake batawamua kuneno lake, maana yake batawatosha bote banatoka kwa ghafla hapana. Na kuko ile majina benye wanavala ile jina, lakini habana tabia za benzabo, bako na bapendi benye benzabo banafanyaka bako tu, lakini tunabasema generale kwa sababu ubayo umetokea kwabo, na lazima tuuseme, lakini ukusingizi aseme weye unakolabore nabo eh, bana anza sema semasema maradio zenyii ule, ule. Kwanza yeye umkamate kama mulevi, umkamate kama mulevi, alikunywa pombe. Sasa njo akakamata simu yake kusudi akutumie ma message ile zile mamedia lakini aiko kusema kichwa chake kinafunga kina, kina mzuri hapana. Bile bisikuvunje moyo ndugu yangu, nakupa na, na pole sababu ulisikia na ugasikia vinakugusa, lakini bisikubewe muda wala wakati, sienjo tunakujua zaidi kuliko wale. Na kuko wenyi wanaikala kule ni watu wenyi wako na akili timamu ba mingi tunasikilizaka hapa kumtandao wanatetea inchi wanatetea na kuna mwenyi alisha kuzarau sofe ule, ule mwenyi alijikunywia pombe na akajisahau ok, sawa sawa, ndugu yangu, Mungu aendelee kutia nguvu na kuwezeshe mkazi eh, hatu yote habawezi ugupenda ndugu yangu, achana na ile achana eh, na ile